Etu ya leo, leo tutazungumzia vitu muhimu vya kuzingatia unapoanzisha biashara yako. Ikiwa unataka kufanikiwa, video hii ni kwa ajili yako. Moja, utafiti wa masoko. Hatua ya kwanza ni kufanya utafiti wa masoko. Unatakiwa kujua kama kuna haja ya bidhaa au huduma yako na nani anahitaji. Pia utafiti huu utakuweka mbele ya washindani Mbili, mpango wa biashara. Hatua ya pili ni kuwa na mpango mzuri wa biashara. Hii ni ramani ya mafanikio yako. Bila mpango, biashara yako inaweza poteza njia. Tatu, mtaji na uwekezaji. Hatua ya tatu ni kutafuta mtaji wa kuanzishia biashara yako. Hii inaweza kuwa rasilimali zako binafsi, mkopo au uwekezaji kutoka kwa watu wengine. Nne, kujenga timu bora. Hatua ya nne ni kujenga timu bora. Biashara inahitaji watu wenye vipaji na utaalamu tofauti tofauti. Pia hakikisha timu yako ina lengo moja. Tano, kufuatilia na kufanya maboresho. Hatua ya tano ni kufuatilia na kufanya maboresho ya biashara yako. Usiridhike na mafanikio ya awali, daima tafuta njia ya kuboresha huduma yako.